Juna nasikia kutapika, mlete hapa. Kila uchafu wa shetani leo iondolewe, iondolewe, iondolewe. Mmoja nisaidie kumutolea hii, iondolewe, iondolewe. Muchunge hapa, muchunge hiyo mitambo isiharipike. Kila uchafu wa, wa shetani iondolewe, iondolewe. Ni Mungu alisema kila uchafu iondolewe. Toa hii yaju, kila uchafu iondolewe. Kila uchafu iondolewe. Kila uchafu iondolewe katika jina la Yesu. Kila uchafu ya setani iondolewe yote. Iondolewe yote. Nimesema yote. Kila uchafu. Nimesema yote katika jina la Yesu. Nimesema kila uchafu wa setani iondolewe yote katika jina la Yesu. Nataka kuona kitu nyeusi hapa chini. Nataka kuona kitu nyeusi. Hiyo mateso. Hiyo mateso. Hiyo mateso. Iondolewe. Hiyo mateso yote. Iondolewe. Hiyo magonjwa yote iondolewe, iondolewe. Pum jafu, iondolewe. Hiyo mateso yote iondolewe. Hiyo mateso yote iondolewe yote, iondolewe, iondolewe hiyo katika jina la Yesu. Pum jafu, uchafu yote iondolewe, iondolewe, iondolewe uchafu yote hapa chini katika jina la Yesu. Raka uchafu yote iondolewe, kila aina ya uchafu inayotesa watu wako, hata huyu mama baba. Mchalie neema zako na baraka zako musike mukono Mungu wa uzima ondo uganga na mateso na magonjwa, kwa boma yake afunguliwe na watoto wake wafunguliwe kupitia kwa hii mafuta, mupe neema mupe neema mupe neema mupe neema mupe neema. Uchafu yote iyondolewe iyondolewe, kila aina ya uchafu kila aina ya uchafu kila aina ya uchafu Iyondolewe kila aina ya uchafu, iyondolewe pumu mchafu, kila aina ya uchafu, kila aina ya uchafu na magonjwa yote iyondolewe, iyondolewe, ndiyo, iyondolewe, iyondolewe yote, iyondolewe yote, kila aina ya uchafu iyondolewe yote, mateso yote iyondolewe, iyondolewe, kila mapepo ambayo inakatalia kwa mwili iyondolewe, sema iyondolewe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Iondolewe. Iondolewe hiyo nyoka. Hiyo nyoka iondolewe. Iondolewe hiyo nyoka. Pamoja mjaf. Hiyo nyoka iondolewe. Iondolewe. Iondolewe. Saidia hizo mumrudise huko. Iondolewe. Chunga hiyo hiyo hiyo kwaya. Iondolewe. Hiyo nyoka iondolewe. Katika jina la Yesu. Kila mateso kila kifungo ya ibilisi iondolewe, iondolewe. Mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Nimeharibu ufalme, nimeharibu ufalme wa shetani katika jina la Yesu. Nimeharibu ufalme wa shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo hiyo, vifungo yote ni Mungu alisema leo iende, ni Mungu alisema iende, yote iende, yote iende, yote iende, yote, yote. kila kifungo Imesemekana kifungo iende, iende, iende, iende! Kifungo, kifungo, kuna pepo hapa ina ya nyoka. Iondolewe hiyo kifungo katika jina la Yesu, iondolewe katika jina la Yesu! Itawezako haraka, waite haraka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Waita wenzako haraka. Waita wenzako. Waita haraka. Waita wenzako. Waita haraka. Waita. Waita wenzako. Waita wenzako. Waita wenzako. Waita wenzako. Haraka. Waita wenzako. Waita wenzako haraka. Waita. Hii side ni ya wapi? Niambia haraka. Niambia haraka. Hii saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Hiyo saini ni ya wapi? Leo lazima mutati. Mutati katika jina la Yesu. Sema uko na miso ni gani hapa? Mateso yote iende na magonjwa iende. Nimeraa sungu sungu. Imwacha kuanzia leo. Akombolewe, awe huru. Nielese hii alama ni ya wapi? Hii alama ni ya wapi? Hapa wanaongeanga rasmi. Mutati, mutati. Waite wenzako katika jina la Yesu, mateso iende. Nataka musome na hii mchoe, dunia imeisha. Baba, katika jina la Yesu, utawale na uonekane, waondoe hiyo roho ya madeni. Hiyo roho ya madeni iende, iende katika jina la Yesu. Hiyo roho ya madeni iende. Iende. Toa hiyo. Iende. Sema tena iende. Nilisema ito wenzako umechelewa. Umechelewa. Ito wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Waite. Waite. Waite. Waende haraka. Ito wenzako. Ito wenzako. Katika jina la Yesu. Hiyo roho inataza watu. Nataka iondoke. Hiyo roho iondoke. Hiyo roho iondoke. Sema iondoke. Hiyo roho iondoke. Waite wenzako. Waite haraka. Waite wenzako. Waite katika jina la Yesu. Waite. Waite wenzako. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Sasa waite wenzako. Waite. Waite wenzako katika jina la Yesu. Waite. Waite wenzako. Waite. Waite wenzako. Mateso iende. Mateso iende. Mateso iende. Mateso iende. Mwaje. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hizi saini za kisetani kuanzia leo kasi yako imeisha. Nimemtakasa. Kuanzia leo hizi saini za kusimu zote. Mnaona siko paka kwa mguu. Paka kwa mguu. Waliyefungwa wote Yesu alisema wa wafunguliwe. Mufunguliwe. Mufunguliwe. Toa hiyo hapa. Toa hiyo hapa atangukia hiyo. Lazima watu wakombolewe. Asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Hapa umechelewa. Fanya fanya hivyo polepole, hapa hakuna haraka. Nimekuoza umwaje. Abarikiwe na afunguliwe, na hii mikono yake imeiombea baraka, katika jina la Yesu. Nimemfungua huyu katika jina la Yesu. Bado huko hapa, na nilisema uite wenzako, nenda uite wenzako katika jina la Yesu nimelaani ya nyoka yenye vichwa saba nimeilaani vichwa saba ndio hiyo vita vita vita ndio hiyo vita ndio hiyo vita ndio hiyo malaika mkuu pigana sasa pigana vita pigana pigana pigana katika jina la Yesu pigana hauna mamlaka nimekuja kuharibu ufalme wako katika jina la Yesu lazima mtatii chochote mlifunga lazima ifunguliwe Asema Bwana, lazima ifunguliwe. Lazima ifunguliwe. Hiyo mikono ifunguliwe. Sema mikono ifunguliwe. Sema tena. Sema tena. Waite wenzako haraka. Kazi yenu imeisha. Ita wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Waite wenzako. Waite. Waite. Waite haraka. Waite. Waite wenzako. Waite haraka. Unachelewa haraka. Waite wenzako haraka katika jina la Yesu. Sema mmefunga nini? Sema leo mko na misheni gani hapa? Sema leo mmekuja kufunga nini? Ongea. toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. Nikusame leo, muko wangapi leo? Muko wangapi? munapinga nini? Munapinga nini? Munapinga nini? Nisaidie hapa, toa hii, toa hiyo kabisa. Haya, awe huru kwanza. Leo awe huru, nimemfungua. Hiyo kifungo imeondolewa. Nimemuosa na damu ya Yesu. Damu ya, sema tena nisikie. Sema tena nisikie. Sema tena nisikie. Nimemuosa katika jina la Yesu. Nimemuosa katika jina la Yesu. Nimeharibu ufalme wa giza katika jina la Yesu. Yote yafunguliwe. Yote yafunguliwe. Yote yafunguliwe. Sasa ti, sema leo mnafunga nini? Ongea. Hapa mtaongea. Toa sauti. Toa sauti haraka. Toa sauti. Katika jina la Yesu. Fungua macho. Toa sauti hapa. Umefunga nini? Hii alama ni ya wapi? Hizi saini ni za wapi? Ongea. Hizi saini ni za wapi? Pepo bubu nimekuamuru katika jina la Yesu. Ongea. Hizi saini sote ni za wapi? Ni za uchawi. Kama uongea hii nimesiharibu sote katika jina la Yesu. Ndiyo hiyo, pokea moto wa Yesu. Moto ndiyo hiyo. Mpaka uongea sasa. Mpaka uongee. Ukitoa sauti. Toa sauti. Toa katika jina la Yesu. Toa sauti. Mumefunga nini hapa? Munamutumia kufanya nini? Toa sauti, pepo mchafu. Toa sauti katika jina la Yesu. Nimekuamuru katika jina la Yesu. Toa sauti katika jina la Yesu. Toa sauti, pepo mchafu. Toa sauti katika jina la Yesu. Umefunga nini hapa? Ongea. Umefunga nini? Umefunga nini? Ongea, toa sauti. Toa sauti katika jina la Yesu. Umefunga nini? Hii saini ni ya nini? Eleza haraka. Hii saini ni ya nini? Sema katika jina la Yesu. Hii saini ni ya nini? Hiyo saini ni ya nini? Nimeongeza. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Moto. Ita hivyo moto. Fungua mikono abarikiwe. Unasuhia nini wewe? Unasuhia nini? Unasuhia nini? Sema, abarikiwe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Hii saini ni ya nini? Ni ya ria? Ni ya rese? Munapinga nini hapa ninyi? Munapinga nini hapa? Muna ongea. Unapinga nini ongea? Katika jina la Yesu kazi yako imeisa. Yes, hapa rasa mauti. Sema nimekubali. Sema nimekubali Sema nimekubali. Ongea, toa sauti. Sema nimekubali. Munaona vile anafanya. Sema nimekubali, katika jina la Yesu, ndiyo akombolewe. Isa ina mamlaka Shetani, la ana mamlaka Yesu. Alisema amesinda kifo, amesinda mauti, na kazi ya Shetani imeshindwa. Chochote muliweka kwake Toa. Toa kwa mdomo. Toa kwa macho. Toa kila mahali. Toa kwa macho haraka. Toa kwa macho alama yenu. Itoe. Toa alama yenu. Toa alama yenu hapo. Toa tena. Toa kila mahali mliweka. Toa katika jina la Yesu. Ni kwa tumbo. Toa. Toa alama yenu. Toa katika jina la Yesu. Toa alama yenu kwake, kasi yenu imeisha. Yesu amesema wakombolewe. Yesu amesema wakombolewe. Autakaa kwake tena, kasi yako imeisha. Chochote ulifunga kwake, nimeifungua katika jina la Yesu. Kila matabao ya kisetani uliyochenga kwake, imeondolewa. Imeondolewa kwa miguu, imeondolewa kwa mikono, imeondolewa kwa ime macho, katika jina la Yesu. Mnaona mpaka hapa inatolewa kila kona katika jina la Yesu. Yes, Yesu anaweza. Utatoa yote. Ndiya kombolewe. Katika jina la Yesu, toa hata misigo yako. Wende bila kurudi tena. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa, inuka juu. Inuka juu. Raka Inuka juu katika jina la Yesu. Inuka haraka. Inuka juu. Inuka juu katika jina la Yesu. Inuka juu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, inuka juu. Upiga magoti hapa. Kwa jina la Yesu, la sema mutati. Piga magoti. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa. Piga magoti vizuri. Harakisha unanialipia wakati. Piga magoti vizuri. Fungua miguu. Piga magoti haraka. Katika jina la Yesu. Magoti. Piga magoti. Piga magoti vizuri. Katika jina la Yesu. Inuka juu. Inuka juu. Aya nimekupea 1. Upiga magoti. Hiyo ni 1. Ukichelewa, nitaongeza moto. Nitaongeza moto. Piga magoti. Piga magoti. Katika jina la Yesu. Unakimbia kutoka kwangu na nimesema upiga magoti. Papa katika jina la Yesu. Ufalme wa Shetani lazima yalipikaye yote. Lazima yalipike yote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeokoka, si useme ya saitani ya chindu. <laughs> <laughs> si ufanya hivi ni <invenione. laughs> <laughs> Baba na sukuru kwa sababu hili muema. Mkumbuke maali anaenda nenda umubariki. Umuchalia neema naema. Kupitia kawi mafuta bata kibali. Katika jina la Yesu. Amen. Uyo mwache tuwa na oso. Nataka sasa, alikuwa vizuri, hako wapi? piga piga, ah, songea, piga piga piga hapa hapa hapa, magoti magoti magoti magoti, shetani anawapa chini hapa, katika jina la Yesu, piga magoti, piga vizuri Piga magoti chini, katika jina la Yesu, piga magoti, inua mikono juu, inua mikono yako yote juu, nimesema uinue juu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hiyo roho aliye sungumiwa ya majini, sema iondolewe, sema iondolewe, sema akombolewe tena, kumbolewe tena, kumbolewe tena, kumbolewe tena. Jipaka uso vizuri. Jipaka na mikono. <laughs> Jipaka vizuri. Paka kwa masikio, bwana, jipake. Sema, Mungu nifungue. Sema, Mungu nifungue. Sema, Mungu nifungue. Sema, Mungu nifungue. Sema, Mungu nifungue. Sema, Mungu nifungue. Sema, Mungu nifungue. Sema Mungu nifungue. Sema Mungu nifungue. Mungu nifungue. Baba, kila utatanisi wa setani mwondolee katika jina la Yesu. Hiyo pepa ina ya chini inatembea kwa mwili wake, iondolewe, iondolewe, afunguliwe, atakasike mpaka mikono yake, afunguliwe. Kila vita ya setani na mama yake, afunguliwe katika jina la Yesu, afunguliwe katika jina la Yesu. Sema tena, sema tena, sema tena, afunguliwe afunguliwe katika jina la Yesu. Amen, amen. Haya, leta kiti, usongeze hapo akae. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye rehema, unabariki, unatakasa, unatenda isara. Nimemtakasa, mahali anaenda aone baraka saba